asante kwa majina naitwa Lulu Mpenja nipo hapa kanisa la Moravian tanzania jimbo la kusini magharibi ni mkufunzi wa semina za ukimwi katika jimbo la kusini magharibi na jimbo la kusini tunashukuru mungu leo tulikuwa na semina nzuri hapa kasedro jakalanda ambapo tumeendesha semina yetu kuanzia asubuhi tukiendelea kufundishana mambo ya virusi vya ukimwi na ukimwi namna unavyoweza kuenezwa kujikinga lakini pia mtu afanye nini baada ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ukimwi ni swala la kijamii, sio swala la mtu mmoja. Ukimwi ni swala la kifamilia, na huwezi kumnyoshia kidole mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa sababu ya hali iliyopo, manake ikikosekana kwako itakosekana hata kwa jirani, itapatikana kwa jirani yako itapatikana kwa watoto wako hata kwa ndugu zako wa karibu. Kwa hiyo jukumu la virusi vya ukimwi ni jukumu la jamii nzima kiujumla. Aa, nizungumzie tu kwa ufupi ni namna gani mtu anaweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Jambo la kwanza ambalo linapelekea watu wengi sana kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi ni kushirikiana ngono na watu ambao hawajajua afya zao. Hiyo imechangia watu wengi sana kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini jambo la pili ni mwingiliano wa damu Kwenye kipengele cha mwingiliano wa damu, hii hutokea pale watu wanapobadilishana vifaa vyenye ncha kali, kwa mfano nyembe, sindano, halafu miswaki, kwamba kama mmoja aliyetangulia alikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ni rahisi sana kumwambukiza atakayetumia kwa mara ya pili. Lakini jambo la tatu ni maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Hii hutokea pale mama anapokuwa mjamzito, na itambulike kwamba mtoto anapokuwa tumboni kwa mama anazungukwa na mfuko wa uzazi au anakuwa ndani ya mfuko wa uzazi. Sasa endapo itatokea changamoto au shida yoyote kwenye mfuko wa uzazi kwa mama mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi akapata majeraha, ni rahisi sana kumwambukiza mtoto akiwa tumboni. Lakini kondo la mama kwenye mfuko wa uzazi kondo la nyuma nalo pia likipata changamoto linaweza likamletea shida mtoto. Kwa hiyo mtoto anahitaji kulindwa sana katika kipindi akiwa tumboni, lakini pia mama anaweza akamwambukizaje mtoto? Ni wakati mtoto wa kujifungua. Mama anaweza akamlinda vizuri mtoto akiwa tumboni, lakini wakati wa kujifungua ikatokea changamoto, mtoto akapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna ile hali ya kusema mfuko wa mama umepasuka sasa yale maji maji ambayo yanatoka wakati mama anajifungua, yana kiasi na kiwango fulani cha maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Kwa hiyo ni rahisi mtoto kupata maambukizi ya virusi vya UKIMWI na nji... sehemu nyingine kwa mama kwenda kwa mtoto ni wakati wa kunyonyesha. Mama anaweza akafanikiwa akamlinda mtoto akiwa tumboni, akalindwa mtoto akiwa anajifungua, lakini kwenye kipengele cha kunyonyesha mtoto anaweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa nini? Ni kwa sababu mama, endapo atamchanganyishia chakula chochote mtoto katika kipindi cha miezi sita, mtoto analea laini sana kwenye mdomo wake ambao unaruhusu chakula kupita ambayo ni maziwa tu. Sasa mama kimchanganyishia chakula mtoto kigumu, kina uwezo wa kuchubua ile lea, na virusi vya ukimwi vikiwa kwenye maziwa ya mama ni rahisi sana kupenyeza na mtoto kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Uh, jambo la msingi ni la kuwasisitiza uh, wanajamii kanisa, wachungaji pamoja na Wakristo wote tunatakiwa tufahamu kwamba mtu yeyote anaweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi na sio kwamba wote walioambukizwa basi walitenda dhambi au ni wabaya kuliko watu wengine. Hapana, hatakiwi kuwanyanyapaa kwa sababu haya mambo ni mambo ya kijamii. Tuzidi tu kuwa waaminifu na vijana waendelee kusubiri wasijiingize kwenye mahusiano au kwenye ngono kabla ya muda wa kufika wa kuolewa au kuoa, wasubiri wasianze ngono mapema. Lakini pia kwa wale ambao wameolewa na wameoa, ni wasisitize tu wajitahidi sana kuwa waaminifu kwenye ndoa zao, wajitahidi sana kuwa waaminifu kwa, kwa wenza wao, ili kuepusha hii changamoto ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini hawa ambao wapo kwenye dawa, walishapimwa waendelee kutumia dawa kwa usahihi ili wasije wakaambukiza watu wengine ambao wanawazunguka katika jamii. Asante sana kwa kuwasikiliza, kwa kunisikiliza. Semina leo imeisha. Tukutane tena Jimbo la Kusini, Lungwe.